Tukielekea huko nchini Marekani tunafahamishwa kwamba takriban watu 34 wamefariki dunia nchini humo, ikiwa ni pamoja na 12 huko Missouri pekee, baada ya kimbunga kibaya kukumba majimbo kadhaa ya kusini mashariki, kupindua magari na kuharibu nyumba za ghorofa. Huko Kansas, takribani watu wanane walikufa baada ya zaidi ya magari 55 kuhusika katika ajali kutokana na dhoruba ya vumbi. Zaidi ya nyumba laki moja na elfu sabini hazikuwa na umeme katika majimbo matano, ikiwa ni pamoja na Michigan, Missouri na Illinois. Jumamosi jioni hali ya hewa mbaya zaidi inatarajiwa katika eneo hilo huku saa za kimbunga zikitolewa mashariki mwa Louisiana, Georgia magharibi, Tennessee ya kati na magharibi mwa Florida panihando Tahadhari ya mafuriko pia imetolewa katikati mwa Mississippi, mashariki mwa Louisiana na Tennessee magharibi pamoja na sehemu za Alabama na Arkansas, si huku hali mbaya ya hewa ikiendelea kufuatiliwa kusini mashariki mwa nchi hiyo. Huduma ya kitaifa ya hali ya hewa NWS imesema mafuriko haya yanaweza kusababisha vifo. Maonyo mengi ya kimbunga pia yalitolewa kote Alabama Jumamosi usiku.